Naam, mtazamaji wa Trend TV, baada ya kile ambacho tumekiona kwa Vanny Boy Rayvanny, e bwana, sasa hivi watu wamegeuza atensheni zao kwa Marioo, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba Marioo naye pia ni moja kati ya wasanii ambao e, wamekuwa ni wamiliki wa rekodi lebo tokea mwaka jana, umeona yani hivi karibuni tu, ni kwamba Mario naye pia alikuwa amefungua record label yake. Sasa baada ya Mario kufungua record label yake bwana, wadau wameanza kumzungumzia Mario, wakiwa wanahoji kwamba je, kwa kile ambacho tumekiona kwa Rayvanny, je, kwa upande wa Mario naye pia mambo yako vipi? Kwa sababu kwa upande wa Rayvanny tumekuwa hatujui hatima ya Mac Mac Voice Mac Voice hajatoa project yoyote. E, na pia vile vile tumemwona ghafla tu akiwa katika show za chakatuchaka mabandani huko kijijini akiwa anaperform kitu ambacho kimeibua maswali mengi na speculations zimekuwa ni nyingi sana huko mitandaoni. Wengine wanasema kwamba e, Rayvanny na Mac Voice wametengana, yani kila mtu amechukua hamsini zake, yani amefukuzwa katika record label hiyo, hayupo tena e, na mambo mengine mengi sana. Sasa hiki kinachoonekana kwa Mac Voice na Next Level Music ya Rayvanny ndicho ambacho tutakiona pia kwa, kwa, Mario na msanii wake ambaye anafahamika kwa jina la Stans ni kwamba amekuwa yuko kimya na yeye pia, hakuna project yoyote ambayo imetoka tokea alivyotambulishwa na ukiachana zile za 2025 tokea alivyotoaga ile ngoma na Mario, actually huyu kijana hajatoa tena ngoma nyingine, umeona bwana. Kwa hiyo watu wamekuwa wakijiuliza kwamba what is going on, ni yale yale pia Rayvanny na Mac Voice au vipi? Kwa hiyo hapa kuna page wamekuja kuuliza kwamba, bwana yuko wapi Stans, msanii wa Mario? Alafu, hapo wakaelezea kwamba Agosti 29 mwaka 2024, alitambulishwa msanii mpya ambaye anafahamika kwa jina la Stanzi kutoka record label ya Bad Nation ya Marioo inayomilikiwa na msanii huyo. Tarehe 30 Agosti, Stanzi aliachia wimbo wake wa kwanza kabisa aliyoshirikiana na bosi wake Marioo, wimbo huo unajulikana kwa jina la 2025. Tangu hapo msanii huyo hajawahi kuonekana au kusikika kwenye wimbo wowote ule. Mashabiki wa mziki wa Stans pia wamekuwa wakiuliza kwamba msanii huyo yuko wapi? Maswali ni je: moja, wasanii wasanii wengi wa Tanzania wanafungua record label ikiwa hawajafikia uwezo wa kumiliki wasanii. Mbili, wasanii wengi wanafungua record label kwa kutafuta kwa kufuata mkumbo tu, kwa kufuata mkumbo tu. Hebu yani, ee, e, funguka hapa, unahisi kwamba ni nini ambacho kinafanya wamiliki wengi wa record label wanashindwa E, kuwakuza kuwa wasanii wao. Umeona bwana, so hayo ni maswali ambayo watu sasa hivi wanajiuliza huko mitandaoni kwamba hao wasanii wa bongo flava wamekuwa wakifungua record label tofauti tofauti, lakini at the end of the day hatuoni chochote kinachoendelea baada ya hapo, meona. Kwa hiyo huyu Stanja ana singo moja tu, then kimya mpaka leo. So ukiwa kama mdau Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.